Kuhusu safu ya ulinzi. Uh, wachezaji wa Yanga ni kama vile wamegawana majukumu. Ukiangalia Dickson Job amemzuia Kibu Denis zaidi ya mara moja. Yaani, kwa kwa attempt yake moja tu anafanikiwa kukopa uamini kupoka mpira na ku, na kuosha. Hali kadhalika hivyo hivyo uh, kwa Ibrahim Abdullah mara kadhaa anaonekana kumdhibiti vizuri sana Steven Dese Mukwala, lakini pia hata kwa, kwa upande wa, wa Elie Mpanzu anaonekana pia kuwekwa kwenye box. Haonekani leo hii huwa kutokana na namna ambavyo kupita katikati zaidi, hasa kwa upande wa Simba, maeneo yao ya pembeni ambako Shamari Kapombe kapata mpira ambacho kinafanyika kwa upande wa Simba, safu washambuliaji ya Yanga kwa maana ya kumzuia uh, pako mzoa kumzuia pia Prince Dube, japo mara kadhaa imeonekana safu yao inakatika kutokana na kuto wasiliana vizuri na hali ambayo imepelekea hata e, uh, Rushi Ndariak amelalamika, yeye anamuonesha mwenzie kwamba mara mbili ili kosa linatokea. Kama mmeona hiyo scenario kwamba kosa linafanyika lakini mbona hatuonekani kulifanyia kuli, uboresho au marekebisho kwa haraka sana. Ni namna ambavyo imeonekana lakini uh, wanajaribu kuangalia ile silaha ambayo tulizungumza hata jana no. Shomari Kapombe baada ya kupata huo mwanya amefanikiwa kumrudisha nyuma uh, pako mzuzua, kwa masamini natumia pia upande huo uh, kwa sababu upande ambao pako anacheza ni upande wa kushoto wa Yanga ambao yupo pia Shadrack Boka, ndio upande ambao wa kulia wa Simba ambao yupo Shomari Kapombe yupo pia Eli Eli Mpanzu. Kwa hiyo unaona namna gani ambavyo wanapambana uh, kupishana yule ambaye anafanikiwa anafanikiwa kufika kwenye box team pezani, lakini hafanyi kuonesha kwamba kuna madhara makubwa. Walinda mlango wote wawili kubwa sio mfano, kazi nzuri sana ila, kwa Musa Kamara kwa namna anataka kurudia ama kuanza kama Musa Kamara yule ambaye alikuwa kwa msimu uliopita, kurudia mambo gani uh, namna ambavyo akiwa na mpira anataka kuanzisha mashambulizi. Unajua, Simba eneo ambalo walikuwa wanafanikiwa kwa, kwa msimu uliopita kuongeza idadi ya namba wasaji wa ndani, Musa Kamara akiingia ndani lakini